Leo tunaadhimisha miaka 26 tangu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipoondoka duniani. Mwalimu Nyerere alifariki dunia Oktoba 14 mwaka 1999 huku akiwa ameacha misingi ya taifa lenye usawa, maarifa, utamaduni na kujitegemea. Mwalimu Nyerere hakuwa tu kiongozi wa kisiasa bali alikuwa mwalimu wa kweli wa maadili na uzalendo. Katika enzi ambazo dunia iligubikwa na tamaa ya madaraka na mali, Mwalimu Nyerere alisimama imara kutetea misingi ya uadilifu, utu na usawa. Alisisitiza kuwa na uongozi ni utumishi na sio ulaji, jambo linalobaki kuwa somo muhimu kwa viongozi wa kizazi cha leo. Mwalimu aliamini katika thamani ya utu wa mtu akipigania si uhuru wa Tanganyika bali pia mataifa mengine ya Kiafrika. Leo tunaadhimisha miaka 26 bila Mwalimu Nyerere. Baadhi ya wasomi wamesema yafuatayo. Rais wa zamani wa Chama cha Walimu Tanzania, Glatiana Mkoba, anasema katika kipindi cha miaka 26 bila Mwalimu Nyerere, Watanzania wanakumbuka sana, lakini pia kuna mafanikio yamepatikana katika sekta afya, elimu, miundombinu na uchumi. Anasema pia Tanzania imeshuhudia changamoto za kiutawala, japokuwa kila uongozi na changamoto zake mazuri yake, lakini wakati wa Mwalimu Nyerere ulikuwa tofauti kulingana na mazingira ya siasa za dunia na Afrika ilivyokuwa. Akigusia katika masuala ya elimu, Mukoba anasema kama jina lake lilivyo, Mwalimu Nyerere aliamini katika nguvu ya elimu kama nguzo ya maendeleo, kupitia sera ya elimu kwa wote na falsafa ya ujamaa na kujitegemea Amehakikisha watanzania wanapata elimu iliyojenga kumkomboa mwanadamu kiakili na kiuchumi. Mifumo ya elimu ya watu wazima shule za kata na vyuo vya ualimu vilivyokuwa vimewekwa katika maeneo mbalimbali ya nchi vilikuwa sehemu ya jitihada zake kuhakikisha kila mtanzania anapata nafasi ya kujifunza na kushiriki ujenzi wa taifa. Imetimia miaka 26 bila Mwalimu Nyerere. Ni yapi maoni yako? tuandikie katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii.